Mambo yatakayokusaidia au mbinu zitakazokusaidia kuwasaidia watoto wasimezwe na mitandao na simu. Jambo la kwanza, tathmini tabia ya nyumbani kwao. Tathmini tabia ya nyumbani kwao, tabia ya nyumbani kwao tathmini, piga hesabu, hebu ichunguze tabia ya huko nyumbani kwao ikoje, kama ni matron, patron wewe unamuuliza tabia ya kule nyumbani kwao ikoje, kama kuna vitu vya kuuliza, uliza dada wa kazi, hebu chunguza tabia yao huko nyumbani kwao ikoje. Sasa utagundua vitu viwili, utaweza kugundua kwamba kule nyumbani wamefeli kuwasaidia hao watoto kuhusu mitandao ya simu. Kama wamefeli wazazi wake wasaidie, wewe sasa, simama wewe kwenye nafasi ya kuwasaidia. Mbili, ukigundua wamewafunza vema, wamewasaidia vema kuheshimu simu na mitandao. Wewe ukigundua hiyo, promote tia moyo, wasaidie kuendeleza hiyo tabia. Kuna mtu ananielewa? Anzia pale ambako wazazi wapo. Kama wameshindwa, jitahidi wewe kuingia kwenye nafasi ya kusaidia. Siku moja watakukumbuka na Mungu atakukumbuka. Kama wameweza simamia wambie, baba, si unafahamu hapendi, si unafahamu mefundishwa hivi, kwa hiyo fanya hivi, si unajua kabisa baba mama ana hivyo. Wakumbushe vile vitu ambavyo tayari kule nyumbani kwao vipo. Jambo la kwanza. La pili, punguza tabia zozote za kwako, punguza tabia zozote za kwako zinazoweza kuchochea hiyo tabia. Kama we mwenyewe unafahamu una shida kwenye hilo eneo Please, please, please, please. Jitahidi kuwa bora. Kama wewe mwenyewe ushamezwa, huwezi kumsaidia mtu mwingine asimezwe, itakuwa ni kundi la watu waliomezwa. Wanakwambia anaezama awezi kumsaidia mtu mwingine asizame, asiyejua kuogelea hawezi kumsaidia mtu mwingine kuogelea. Kama wewe una tabia au una vitu ambavyo unajua wewe mwenyewe ushakamatika tabia yako kwenye mitandao na simu sio nzuri, huwezi kuwasaidia wale watoto. Naomba nikukumbushe, wewe ni mlezi msaidizi. Huwa tunasema hivi Kiingereza, you are not a parent, but you parent. Mtu ananielewa, wewe unawezekana sio mzazi, lakini we ni mlezi. Unawezekana wewe sio mzazi, lakini nafasi yako kwenye malezi ipo kama unakatabia kokote ambako hakako vizuri sana kwenye mambo ya mitandao na simu na tabia nyingine ambako unajua kanaweza kaka influence kakawashawishi wale watoto vibaya, please jitahidi kutokufanya haya mambo. Jambo la tatu, weka mkazo kwenye madhara. Weka mkazo kwenye madhara, yani maana yake nini? kwa sababu umefundishwa hii semina, unapokuwa unaongea nao kama matron patron na udada wa nyumbani, weka mkazo kwenye madhara. Ukiwa unaongea nao waambie madhara. Sasa haya madhara si kusemi kwa ajili ya wewe kuwaambia watoto, na wewe uyajue. Ya nne, ya nne, tumia mifano dhahiri. Wakati unaongea na watoto kuwasaidia, tumia mifano dhahiri, mifano ya kweli, kama una mtu ambaye unafikiri amewe kuathirika na simu au mifano ambayo tunakupa sasa hivi hapa itumie hiyo. Tunaongea na watoto, patron, matron, dada wa kazi, waambie watoto. Watoto anataka mimi, acha kusema tu angalia, utakufa wewe, utakuwa tena sasa hivi umeshaambiwa kibiongo, utapata kibiongo, utapata kibiongo baki ndio kibiongo tu unatoka nacho hapa. Wape mifano, tafuta mifano dhahiri, waambie kuna wenzako wamepata changamoto, kuna wenzako wewe uh, hujai kuona watoto amefukuzwa shule. Hey, nimewahi kuona fulani fulani darasa yetu alifukuzwa, alikamatwa na simu au alimtumia mwenzake meseji hii na hii na hii. Waambie tunaona utafukuzwa shule, usiwambie tu angalia, utakoma, shauri yako. Tumia mifano, watoto wanapenda kujifunza kwa mifano.